Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kukoment sana. Kwa hiyo tunashukuru, kwa hiyo kwanza tutakuwa na umaarufu katika kata hii pata ile shule na hata wanafunzi walikuwa wanateseka kutoka vijiji kat... hivi kwenda kusoma Usungu, lakini baada ya kupata hiyo shule tunaishukuru sana, tunashukuru, tunashukuru. Kwa hiyo changamoto ilikuwa na umbali wa kutoka Kipingu kwenda Usungu, kwa hiyo ni kilomita karibu tatu. Kwa hiyo changamoto ilikuwa wanafunzi kufanyiwa majaribio hapa katikati, lakini kwa hiyo tulipopata shule tunashukuru sana changamoto asilimia 90 itapungua kupata ujauzito wa wanafunzi hao. Kwa majina anaitwa Kilian Simoni Nyandoa. Shule hii kwa kweli sisi kama wazazi tumefurahi sana. Kwa sababu kwanza wana wetu walikuwa na shida sana kwenda kusoma Manda Sekondari, wanatoka saa tisa za usiku unaona, wanatembea usiku e. Bakabaka walikuwa wengi pia. Kwa hiyo sasa, baada ya tamko au ya msaada huu alitupatia Mheshimiwa mbunge tunafurahi sana kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Mimi niseme tu kama mwenyekiti wa halmashauri kwamba sisi tutaendelea kutenga fedha za mapato ya ndani kwa ajili ya kuletana. Na nilikuwa naongea ongea huko, akaniambia mwakani kuna uwezekano wa kuwa na mikondo mitatu. Nikiangalia kwenye bajeti yetu tumetenga madarasa mawili tu, nikasema in tukitoka hapa tutajadiliana pengine tukaone kama tunaweza kuongeza moja ili yawe matatu. Sikate tamaa, endeleni kupambana shule ya kwetu <coughs> <coughs> zile nguvu ndogondogo zile za kujitolea tujitoe ili shule yetu ikamilike. Hapa tumeanza, nilivyoona idadi ya hao watoto mnaweza mkaiona, hata sura yangu, ninafungua lakini sina furaha. Leo hii tunaenda mwezi wa pili, miezi tuliyobakiwa nayo ni miezi kumi na moja tu. Hapa kichwa changu kinachemka. Je, wenzao wakija watakaa wapi? na hawa wasogee wapi? Ninawaza hawa watoto, je, kwa huu mbali wataweza kuhimili kishindo? Wanahitajika wapate sehemu ya kuishi hapa. Kwa hiyo yawezekana nyinyi ikiwa mna furaha, lakini mimi uso wangu unajitafsiri kabisa kwamba baada ya kuona kiwango kikubwa cha watoto nimeanza kupata mawazo mapya. Mwenyekiti wa halmashauri amezungumza, kile tulichokitenga Nitamke wazi hakitoshi. Twende tukawaze upya, tutaenda kuwaza upya. Lakini mheshimiwa Kamonga, una ile mbinu yako ile ya ya nini? ya nini, dharura inatwaga nini ile, yale maombi ambayo yapo kwenye bajeti, maombi maalum, maombi maalum Kaka yangu, sijajua huwa wakati unaandikaga maombi yako maalum, huwa unasaliji novena ya namna gani kuhakikisha ya kwamba yanatimia, kwa sababu yote huwa yanakamilika. Ni kuombe, wakati sisi kupitia mapato ya ndani tumefikia hapa tulipofika. Mheshimiwa mbunge Libebe, katika maombi maalum, huwa unafahamu namna tunavyoshirikiana tusukume kwa pamoja, ili hii shule ipate fedha ya kutosha, tuhakikishe mabweni yapo, tuhakikishe majengo yapo, tuhakisha maktaba zipo na miundombinu yote ya elimu yako hapa. Umefika pale, mwenyekiti wa halmashauri ameongeza moja tena, yamekuwa matatu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya amesema twende tukakae tena naye, kuna ongezeko jingine, naweza mkashangaa, maabara au nyumba ya mwalimu. Hao viongozi wenu walinipigia simu wakasema tutumie nida yako tuangalie majina tuandike kwenye kibao kuje uzindue shule nikakataa, nikasema hapana, hii wilaya Mama Samia Suluhu Hassan amemkabidhi Olivanus Paul Thomas kuwa mkuu wa wilaya. Ni kazi yangu kwenda kuwapigia madebe huko sawa, bungeni na huko mpate. Ndugu yangu mkuu wa wilaya huyu hapa